Elisha limbole mwanamke mtoto wa wa kiume, na mimi nampa biashara atajirike, anunue gari, ajenge nyumba. Okambela uso yake, ndoto ya kununua gari kama kaka yako, ninaipanda juu yako. Kauli Isaya saba saba neno lako halitakuwa wala litasimama, na kupulizia moto

Leo natangaza mafanikio. Nenda kwa mafanikiomwanamke kwamba hata pata chochote kwenye maisha Kimbia! Nimemletea magonjwa kwenye familia yake, kwenye miji yake Na n kwenye roho ya mawazo roho kupata na kuulizia pumzi. Baba, ninatangaza kibali, kibali, kibali, kibali kwa mwanamke. Acha kibali, acha kibali, kibali chake achia. Kimbia, kimbia na akimbia kwenye makaburi, fedha mlioiba Mapepo mnosema kwamba mwanamke huyu atakapata ushindi kwenye maisha yake. Mimi kama mtume natangaza afanikiwe. Na akimbiza kwenye maisha yake. Na akimbiza mlo mletea magonjwa ya tumbo, magonjwa ya kila namna, mlosema atakufa. Mimi wachie, wachie, wachie. Wachie. Wachie. Mlo mfukia kwenye makaburi na mlo chukua jina lake mkazika.

Naachilia kwa moto na Yesu Kristo pige bwana makofi zaidi. Stop.

Bwana Yesu inaamuru majeshi yalayosema kwamba hatapata hatapata hatapata, na mimi ninakiri kwamba atapata. Natangaza uzima kwa huyu mwanamke, natangaza uzima kwa huyu binti. Naiombea kaskazini yake, na iombea kusini yake, na iombea magharibi yake, na iombea pande zote. Majeshi yalojipanga kumwangamiza na magonjwa hayatafanikiwa. Inaachilia kibali cha kazi nena.